Kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu amewahimiza mshindi um, wa uchaguzi mdogo wa Narok mjini mwezi jana kwa chama cha DCP Douglas Masikonte Masikonte ni wiradhi eh, na Kanyinke Ole Kudate wa chama cha UDA aliyepoteza, kuzika tofauti za kisiasa na kuungana kwa minajili ya maendeleo ya mji wa Narok. Wakizungumza katika kanisa la St Joseph's Catholic mjini Narok ambapo kwa mara ya kwanza watatu hao walijumuika kwa ibada baada ya uchaguzi mdogo wa Novemba. Gavana Ntutu alihimiza haja ya kusahau siasa, akiwashukuru wakaazi kwa kudumisha amani. sisi sote ni watu wa Narok na mimi nanaotaka kuwashukuru sana, wakati huo hatukuona hatukuona anybody na hiyo ndio wito yangu kama gavana wa kaunti hii nyinyi hapa Narok tuko na makabila zote za Kenya zote, na ningependa kama gavana wenu kuona watu wanashirikiana, wanafanya kazi kwa amani na tunaendelea pamoja, kwa sababu kaunti hii yetu tuko na mambo mengi mazuri ambayo yanaendelea, ambayo tunataka sisi tufanya pamoja. Unajua, hawa wangwana wa town walicheza kama hapo hakuna mtu, walichukia ni kucheza kama nyinyi kama nini mkaamua huyu kijana wenu mrefu siako sawa atangulie kwanza, alafu huyu ndugu yangu tulikuwa tuko shua, huyu aezi achika, sindio? Mkacheza kama nyinyi, mimi niingie, halafu tuingishe huyu ndugu yangu. Mimi ninakuomba hawa nainji wafanyie kazi, kwa sababu hatutakusumbua hii mkamwaka moja hiyo wakati ingine tunakuja kukuambia ile inenafanya na ile inijafanya, si ni ukweli? Na pia kwangu na wale wenye walinichagua na wale walikuwa nyuma yangu, mimi ninawaambia, bado tuko imara, tuweke hiyo tumaini. Kuvunjika kwa mwiko sio mwisha wa kupika. uga wameonesha maturity sana, kuja pamoja kuridhiana, mbele ya altari kuridhiana mbele ya waumini, kuonesha ya kwamba siasa sio uhasama, siasa sio vita, siasa siyo chuki, siasa ni mashindano. Ukishindwa unamuunga yule mwingine mkono, na sasa tuangazie mila na